na windwa na watu wasiojulikana wakiwa na nia ovu e, kwa sababu wale watu walinipigia simu. Kuna mtu alinipigia simu tarehe hiyo tarehe kumi na nne mwezi wa sita mwaka huu ishirini ishiri na tano, akijitambulisha kama deputy RCO, uh, wa mkoa wa kipolisi wa Temeke akiwa ananitaka niende Temeke kwa ajili ya mahojiano. Sasa mimi nikamuuliza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 kwa ndugu zangu wengine, kwa sababu sisi Wakuria kama mnavyofahamu, tuna ndugu huku tuna ndugu na, na, na, na, na, na, na, upande ule mwingine wa Tanzania. Yeah. Kwa sasa nasema hivi kwa sababu tayari naona kuna serikali mpya imeundwa yeah, na waziri wa mambo ya ndani ndugu Simbachawene, mimi binafsi nina huwa na imani naye kwa namna ambavyo huwa anatimiza majukumu yake. Sasa nikaona nitumie nafasi hii kumpa ku, ku, ku ujumbe huu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 na hata baada ya hapo umeendelea kuwa wanamuinda sana huyo okay. Kei aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri, ninaambiwa sasa hizi hata yeye ana miezi miwili hayuko Tarime, ni kama naye amekimbia kwa kuhofia anatishwa na huyo huyo maskamu kwa maelekezo kwa kutumwa na huyo huyo bwana. Kwa hiyo tunaomba, eh, tusaidiwe, sababu haya mambo haya ndio yanayochochea cho chuki, eh, kati ya wananchi na serikali, mpaka inatokea tafrani hii, tunaingia kwenye shida, eh, kama taifa.